Ni Bugoma TV habari. Habari. Ndugu waandishi wa habari, karibuni ofisi za chama cha mapinduzi mkoa wa Katavi. Mbele yenu kwa majina naitwa Teonas Levokatus Kinyonto, ni katibu wa siasa na uenezi wa chama cha mapinduzi mkoa wa Katavi. Leo chama cha mapinduzi kimewaiteni kwa sababu moja ya msingi ni kutoa taarifa kwa wanachama wa chama cha mapinduzi wapenzi wakereketwa, na wananchi wa mkoa wa Katavi juu ya ujio wa mgombea wa CCM wa kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye mkoa wetu wa Katavi. Mgombea wetu wa urais atawasili kwenye mkoa wetu wa Katavi tarehe kumi na nane mwezi huu wa kumi kwa lengo la kuja kufanya mikutano ya kampeni. Kama unavyojua tuko mwaka wa uchaguzi, kwainasi mkoa wetu wa Katavi umepata bahati ya kutembelewa na mgombea wa urais daktari Samia Suluhu Hassan kupitia Chama cha Mapinduzi, ambaye atawasili tarehe kumi na nane mwezi huu wa kumi na atakuwa na mikutano miwili. Kwanza atakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara katika viwanja vya Azimio CCM kwa maana ya uwanja mkubwa asubuhi, na baadaye atakuwa na mkutano mdogo wilaya ya Mlele, halmashauri ya Mpimbwe maeneo ya Kibaoni. Baada ya mkutano huo mdogo pale Kibaoni, mgombea wa urais kupitia chama cha mapinduzi atakuwa amehitimisha rasmi ziara yake kwenye mkoa wetu wa Katavi. Chama cha mapinduzi mkoa wa Katavi, tunawaomba wananchi wote wa mkoa wa Katavi, wapenzi wakereketwa na wanachama wa chama cha mapinduzi kujitokeza kwa wingi katika maeneo yote ambayo Mheshimiwa Rais na ambaye pia ni mgombea wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan atafanya mikutano hiyo ya kampeni, na tunaomba wananchi, wanawake, vijana, wazee, akina baba kujitokeza kuja kusikiliza sera makini za Chama cha Mapinduzi. Sambamba nalo, tutakuwa tuna burudani za kutosha, tutakuwa tuna wasanii wa ndani ya mkoa wa Katavi vikundi vya ngoma vya asili, lakini pia mbali na wasanii wa mkoa wa Katavi, tulikuwa na msanii mkubwa wa kitaifa kutoka Dar es Salaam na si mwingine ni Mbosso Khan, mzee wa pawa, aje tujaze pawa siku hiyo. Chama cha mapinduzi, tunaomba tutumie heshima hii ambayo tumeipata kumlaki mgombea wetu wa urais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa shangwe, maeneo yote ambayo atapita ili kumpatia heshima ambayo yeye kama mheshimiwa rais kwa miaka minne iliyopita amefanya kazi kubwa sana kwenye mkoa wetu wa Katavi kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Katavi unapata maendeleo katika sekta mbalimbali. Sisi wote ni mashuhuda mambo makubwa yamefanyika kwenye mkoa wetu wa Katavi, hivyo wananchi tunao wajibu wa kujitokeza na kumlaki shujaa wetu huyu ambaye ametuletea maendeleo kwenye mkoa wetu wa Katavi. Hii ni Bugoma TV habari.